Ni kwa nini baadhi ya wazo moja linaweza kubadilisha maisha ya mtu huku wazo lingine likibaki bure? Kama unataka kujibu swali hili, basi tazama video hii mpaka mwisho, maana kila sekundi ya video hii ni muhimu kwako. Na kama kabla tujaanza, usisahau subscribe, like, comment na share video hii. Hii itakusaidia kuendelea kupokea video zenye nguvu kama hii kila wakati. Mada ya leo inahusiana na aina ya mawazo yaletayo mafanikio. Kabla hatujaendelea, sikiliza huu ujumbe kutoka kwenye kitabu cha John Maxwell cha Thinking for Change. Siku moja wakati nasoma kitabu cha John Maxwell cha Thinking for Change, namna ya kufikiri inayoleta mabadiliko, alieneza kitu chenye umuhimu sana maishani. Wakati siku moja amealikwa na rafiki yake kufanya ziara katika kampuni yake, alipita katika ofisi moja na akakuta kuna mama amekaa akiwa na kiti tu na daftari lake na hakuna kitu kingine. Akaamua kumuuliza yule mwenye kampuni kuwa yule mama pale ni nani na anafanya nini? Jibu alilopewa hata wewe litakushangaza. Mwenye kampuni alimwambia kuwa yule ni vice president, bosi namba mbili wa kampuni na ameajiriwa kwa kazi moja tu: kufikiria na kuja na mawazo ya kimkakati, mipango na mbinu za kuifanya biashara ifanikiwe na iongezeke katika soko, na analipwa mshahara mkubwa sana kwa kazi hiyo. Hebu jiulize, ni lini mara ya mwisho ulikaa kimya na kufikiri juu ya maisha yako? Ni lini ulitulia na kuuliza nafsi yako ninaweza kufanya nini tofauti ili maisha yangu na ya wengine yaboreke swami vivekananda aliwahi kusema kwamba take up one idea make that one idea your life think of it dream of it live on that idea let the brain muscles nerves every part of your body be full of that idea and just live Every other idea alone. This is the way to success. That is the way great spiritual giants are produced. Swandi alimaanisha kwamba kama utaamua kuchukua idea au wazo moja na kulitafakari na kuwa ndio kitu cha muhimu kwako, basi mwisho wa siku utafanikiwa. Kwa ufupi ni kuwa kila mtu mkubwa duniani alianza na wazo fulani lililomfanikisha. Kiufupi ni kuwa yeyote ambayo huwa na mawazo tofauti na yaliyotangulia kuliko wengine huwa anakuwa wa tofauti na atajikuta anapiga hatua kuliko wengine katika field yake. Aidha uwe umeajiriwa, umejiajiri, mfanya biashara ama mwanafunzi, uwezo wako wa kuja na mawazo tofauti ndiyo kiini na chanzo cha mafanikio yako. Zifuatazo ni njia ambazo zitakusaidia kupata au kuleta mawazo yatakayoleta mafanikio kwenye maisha yako. Njia ya kwanza. Tafuta uhitaji au tatizo. Kila mafanikio ni matokeo ya uhitaji wa watu. Kila unacholipia pesa kwako ni uhitaji. Na unarempa pesa ni kuwa ametatua tatizo lako. Kwa maneno mengine, kadiri unavyoweza kutatua matatizo makubwa na mengi, ndivyo unavyopata vyanzo vya pesa zaidi. Kwa ufupi, umaskini ni matokeo ya kukimbia kutatua matatizo na utajiri ni matokeo ya kukimbilia kutatua matatizo. Hebu chukua dakika moja jiulize, katika mazingira niliyopo Je, kuna uhitaji gani naoweza kuutatua? Chukua sehemu unayoweza kuandika na andika kabla ya kuendelea. Hivyo basi, angalia mazingira yanayokuzunguka. Je, kuna uhitaji gani? Kama maji yanatoka mara moja kwa wiki mtaani kwenu, ukifanikiwa kununua sim tank kadhaa na kuuza maji siku ambazo hayatoki, umepata pesa. Kama umegundua watu karibu na maeneo ya kwenu wanatumia gesi na hakuna duka la karibu tafuta namna ya kuwa wakala. Naamini umepata mawazo kadhaa, tutaendelea kujifunza, kisha utabaki na wazo moja. Njia ya pili: boresha wazo la mwingine. Adapt and improve somebody else's idea. Kuna wakati mwingine hutahitaji kuanza na wazo jipya kabisa, badala yake utahitaji kuchukua wazo la mwingine na kuliboresha. Mfano, badala ya mtu kuuza matunda na kutomenya mtu panaponunua, mwingine akaboresha akaamua kuyamenya na kuweka kwenye vifungashio vizuri tayari kwa kuyauza. Jiulize, chunguza kile ambacho kinafanywa na wengine, kisha jiulize, hivi, naweza kuliboresha wazo hili? Njia ya tatu, hamisha wazo la wengine na lipe uhalisia wa mazingira yako. Kuna mawazo mengi yaliyofanikiwa leo ni matokeo ya mawazo yaliyohamishwa toka mahali pengine na yakapewa uhalisia wa mahali husika. Mfano, mashindano ya kusaka vipaji X Factor ya Uingereza yalileta wazo la kuanzisha Bongo Star Search hapa Tanzania. Makampuni maarufu ya kusimamia wanamuziki kama Decca na Sony Records Yamesababisha tunaona WCB label ya Diamond hapa Tanzania. Kampuni ya ndege Fastjet ni matokeo ya wazo la kampuni ya ndege za nauli ya bei rahisi EasyJet ya Marekani. Jiulize, ni wazo gani unaweza kulileta ndani ya nchi na ukaliwekea mazingira yako na ukalifanyia kazi? Unaweza kulitoa nje ya Tanzania na kulileta Tanzania au kulitoa mji mmoja na kulipeleka kwenye mji unaoishi. Njia ya nne: rahisisha mchakato wa kitu ama bidhaa fulani. Sasa hivi kila mtu anajitahidi kutumia teknolojia kuuza bidhaa au kutoa huduma. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kurahisisha mchakato kwa wateja. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu hupenda kutumia muda mfupi kupata huduma au bidhaa. Hivyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha hata kama unatoa bidhaa huduma ile ile kama wengine, jaribu kurahisisha. Mfano, vingamuzi wanaweka huduma zao kwenye M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, wanachojaribu ni kurahisisha. Nguvu ya biashara ya Max Malipo sio kutoa huduma mpya bali kurahisisha utoaji wa huduma ni rahisi kwa Mama Ntile anayepeleka chakula maofisini kuongeza gharama ya usafiri juu ya mia tano kwa kila sahani kuliko auze bei ya chini huku wakisubiri watu wamfuate kilomita moja kule anakouza. Jiulize, inawezekana unataka kufanya kitu ambacho kila mtu anafanya. Swali ni je, unaweza kutoa urahisi gani utakaovutia wanunuaji wa huduma au bidhaa yako. Njia ya tano, tengeneza uhitaji. Hii si njia rahisi sana, ila inawezekana. Ina maana kuna vitu vingi watu wanavihitaji, ila hawajawaza kuvitumia hadi viwepo. Mfano, kabla soda hazijaja watu walikuwa wanakunywa maji tu, na hakuna mtu alidai TV kwa kuwa hazikuwepo lakini leo ni kama vile haiwezekani kuishi bila TV. Mtu aliwahi kuuliza, hivi wazee wa zamani waliishije bila simu? Appointments walifanyaje? Sababu wakifika Kariakoo kila mtu yuko kona yake. Zamani scrub haikuwepo saluni, lakini siku hizi ni kama vile ni ulazima. Kila ukinyoa utajikuta unataka kufanya na scrub, tena ina bei kubwa kuliko hata kunyoa kwenyewe. Hiyo inamaanisha kuna wazo ambalo unaweza kuja nalo watu wakaanza kuhitaji hata kama hawajawahi kujua kama wanahitaji. Mawazo yako kila mahali. Kiwango chako kujitoa kuyatafuta na kuyafanyia kazi ndicho kitu muhimu zaidi. Kumbuka, kiasi cha kutengeneza mawazo mengi na kuyafanyia kazi ndicho kitategemea utafanikiwa kwa kiwango gani katika maisha yako. Ushauri: anza kuwa na daftari la mawazo makini, idea pad, notebook au faili maalum kwenye kompyuta. Isipite wiki bila kuwa na muda wa wewe kutulia na kupitia mawazo yako. Kadri unavyoyapitia utagundua yapi yanafaa na yapi hayafai. Jiulize, je Umewekuwa na wazo kisha kulifanyia kazi na baada ya muda ukaona mwingine analifanya? Hiyo ni ishara kuwa mawazo yako yalikuwa na nguvu. Anza kufanyia kazi mawazo yako leo, kwa sababu kesho dunia inaweza kuwa inasubiri wazo lako moja tu kubadilisha maisha ya watu. Usisahau subscribe, like, comment na share video hii ili wengine pia wapate motisha na elimu hii muhimu.